Ujumbe wa viongozi mbalimbali mbali kutoka Tanzania wamejumuika na washirika kutoka mataifa mbalimbali mbali duniani katika kujadili mbinu mbalimbali za kimaendeleo katika nyanja za kiuchumi katika chuo kikuu cha China Academy of Social Science jijini Beijing. Wawakilishi wa nchi takriban ishirini na tano kutoka taifa mataifa mbalimbali mbali barani Afrika na mabara mengine duniani wamekutana nchini China wakijifunza teknolojia mbalimbali ambazo mbali, China imetangulia kuziia hatua. Akiongea katika hitimisho la mafunzo hayo kwa niaba ya washirika kutoka mataifa mbalimbali mbali duniani Dr. Godlove Mbwanji Mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Mbeya, kiongozi wa timu ya viongozi waliotoka Tanzania, ameishukuru Serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kwa ufadhili na mafunzo muhimu, na kupongeza viongozi wa Chuo Kikuu cha Sayansi ya Jamii cha China kwa maandalizi mazuri na ushirikiano waliopapatia. Amesema kuwa kupitia mafunzo hayo washiriki wamejifunza mambo mengi kuhusu mageuzi makubwa ya kimaendeleo yaliyofanywa na nchi ya China, na kushukuru uongozi wa China kuonesha njia zinazoweza kuigwa na nchi zinazoendelea kama Tanzania and replicate in their own appropriate ways. So what we really, uh, promise here is as we go back home we are going to see how now we can apply in our own appropriate ways because we differ in maybe the political systems and many other ways. Daktari Mbwanji amesema maendeleo hayo yameshuhudia yaliyoshuhudia nchini China yametoa motisha na kuimarisha uwezo wa nchi zinazoendelea kuiga teknolojia na mbinu za maendeleo zinazoelekezwa na nchi ya China ili kuendana na mazingira ya kila nchi husika kutokana na mitazamo iliyoko ya kisiasa na mambo mengine, ikiwemo Tanzania, utaendelea kuwa na manufaa kwa pande zote na China itabaki kwa mfano wa kuigwa katika juhudi za mageuzi ya kimaendeleo duniani. We wish the people of China the best of luck in the new phase of development that you are undertaking. Hotuba And ya Mbwanji uh, ya uwakilishi wa raia kutoka mataifa mbalimbali imehitimishwa kwa kuitakia welcome nchi ya China katika maendeleo mapya ambayo wamejipangia na kuwaalika kuja kuwekeza nchini Tanzania na mataifa mengineyo ambayo yanaendelea hususani barani Afrika. Aidha, amewalika raia wa China kuja kujionea uzuri wa Tanzania, ikiwemo mali asili, mbuga za wanyama na fukwe nzuri za bahari za Zanzibar ili kufurahia utajiri na rasilimali za Tanzania.